Na tunaendelea na kwa hivi sasa tuko na Fufuni hapa, tuko na eh, kocha wa Fufuni ana majina mengi sana, unaweza kumwita kocha Mo au Gofila eh, ana majina mengi sana pia eh, huyu ndio mwalimu wa Fufuni na kesho ndio wanacheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, kuelekea katika mchezo na kama nilivyosema kwa wali, ni mechi ya maamuzi hiyo kesho. Wamejitayarisha kwa kiasi gani? Kocha Mo karibu sana <coughs> Naitwa Sulleiman Mohammed maarufu wangu kocha Mo Man Gamera. Uh, tumejiandaa vizuri, tumejiandaa na mechi kisaikolojia, tumejiandaa kuja kupambana sio kuja kushiriki, kuja kushindana ili tuweze kupata pointi tatu kwenda mbele katika haya mashindano. Lengo kuu ni kuitangaza timu yetu kwa sababu changa na kuonyesha kwamba tuna uwezo mkubwa uweza kufanya kazi au kuweza kuhimili mtu yoyote ambayo utaweza kupangiwa nao. Uh, kubwa zaidi tupo hapa kwa ajili ya kuonesha kile kitu ambacho tulichokuwa tuko nacho. Asante. Uh, uh, wow, presha, mm, uh, haipo kwangu, mimi sijaona presha kubwa ambayo labda ipo ki uh, kiupande wa wachezaji. Tunajenga saikolojia hiyo ili tusiweze kupata presha hiyo, lakini uh, kwa vile ni timu ni kubwa takwenda kwa ajili ya kuwaheshimu zaidi sikuenda kutanua mbawa kama tunavyowatanulia watu wengine kwa Zanzibar. Kwa hiyo mimi na imani kwamba e, tutakwenda kuonyesha kitu ambacho hakija kuonyeshwa hapa Unguja, hapa Zanzibar. Ya, yeah, wako watu ambao tunaweza tukawakosa lakini hilo sio pingamizi kubwa kwangu na sio pingamizi kubwa kwenye timu. Uh, tuna usajili mzuri na tunajua nini cha kufanya. Kwa hiyo kwenda nao, uh, na Simba tutakwenda pia na mbinu nyingine ambazo tofauti na mbinu ambazo tulikwenda nao makumi. Nimeshasema mapema mwa makumi, tunafahamu jinsi walivyo vipi, tutakwenda nao lakini, hawa tunajua jinsi gani via vya kuweza kwenda ku, kucheza nao. Kwa hiyo ni jambo ambalo jepesi na tunalifanyia kazi wana miguu miwili tuna miguu miwili sawa. Kwa hiyo chochote kile kinaweza kutokezea, mchezo ni eh, ni mchezo ni, ni, ni, huu una nafasi na tatu sawa, kushinda, kufungwa na kudraw. Tukifungwa tunakubali matokeo, tukishinda tutatamba. Hatuwezi kumwogopa mtu yoyote. Huu ni mpira ambao unaonekana una, una, una na uko wazi, kwa hiyo msemo utaendelea kuwa vile vile, kufa hawafi ila cha moto utakiona. Hapo ndio kocha Chamo akizungumza kuelekea mchezo wa kesho ya kundwa Msimbazi hapo katika uwanja wa Mani Complex. Ameambatana na mchezaji <coughs> Jones Kwemba kwa namba wachezaji wa Fufuni, naye tusikie wamejitayarishaje wao kama wachezaji. Mko tayari kiasi gani kesho mnacheza dhidi ya Simba? Kwa majina anaitwa John Sikwemba ni kapteni wa timu ya Fufuni. Kwa sisi wa upande wetu, tumejiandaa vizuri na tupo tayari kukabiliana na chochote ambacho kiko mbele yetu. Kwao pointi tatu ni muhimu, ili kuvuka hatua inayofuata. Hatujaja kushiriki, tunahitaji, lengo letu ni ubingwa zaidi Hamasa hamasa zipo kubwa kuanzia mazoezini nje ya uwanja, na kikubwa viongozi wetu, kiufupi, wanajitahidi kutupa hamasa, kwa sababu tunapewa vitu ambavyo tunavyohitaji. Kwa hiyo ile hali inakuwa kila mtu uko hapi ili kwenda kujitolea kwenye mechi. Kwa hiyo lazima watu tukapambane ya kwanza tunashukuru kwa hichi kwa sababu ndo lengo letu, kama sisi wachezaji lazima tukapambane ili tuonekane, kwa sababu ndo sehemu ya kuonekana hapo. Kwa hiyo mwenye uwezo ataonekana, mwenye bahati ataonekana, hivyo kwao lazima tukajitolee, ili tuweze kusonga mbele. Kuelekea kwa kesho, kapteni huyu wa Fufuni, kesho watacheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Matokeo ya ushindi kwa timu yoyote kati ya Simba ama Fufuni yatawavusha kuelekea katika hatua ya nusu finali. Kwenye kundi lao ni timu moja tu ndio ambayo inatakiwa ivuke katika hatua inayofuata. Kwa wakati huu tukimaliza na Fufuni, tunawasubiri Azam pamoja na URA ambao nao